Jafnun a'la, kope ya juu. Jafnun asfal, kope ya chini. La takul ta biyadika lyusra, usile kwa mkono wako wa kushoto. Kul biyadika lyumna, kula kwa mkono wako wa kulia. Likuli yadin mirfaqun, una kila mkono mirfaq. Mirfaq ni tunaweza kuita kipeps, eh, sehemu ambayo inayokunjika katika mkono kutokea juu ya bega inaitwa kipeps. Katika vitabu vya fiqhi katika babu lwudhu takuta, ghaslu lyadain ila lmirfaqain, mirfa, na kuosha mikono miwili mpaka katika mirfaq mbili. Walikuli rijlin, walikuli ee, rijlin, na una kila mguu. Rukbatun, goti la tuharik. Rijlaka, usitikise mguu wako wakta darsa

hal katabta lyauma, je umeandika leo ila abika kwenda kwa baba yako. Maktuba barua maktuba, maana arisala barua la pana, ma katabtu sijaandika. Fahima darsa baduna fahima darsa lyauma baduna, wamefaham darsa leo baadhi yetu wama fahima baduna na wala hawajafahamu baadhi yetu. Likuli kafin rahatun, una kila kiganja tumbo raha batnul yad ndani ya mkono ambayo tunaita tumbo la kiganja. Lakini pia neno raha linapotamkwa peke yake, kama peke yake na kusudiwa ni kiganja. Lakini linapotajwa neno kafun na neno rahatun likatajwa kwa pamoja, kwamba kafu, na kusudiwa ni kiganja chote, lakini rahatun ni na kusudiwa ni ndani ya kiganja, ambayo tunaita tumbo la mkono. Lakini unaweza kusema kafun kwa maana ya kiganja, pia rahatun kwa maana ya kiganja lakini anapokuwa amefatana kama hivi kafu inakuwa kiganja, alafu hii raha inakuwa ni nini? Inakuwa ni ndani ya kiganja, yani ndo ndani ya mkono yani tumbo la mkono, batinul yad. Igsil ladak, osha mkono wako. Ila lmirfaq, mpaka katika mirfaq. Ghasaltu rijli ila lkab, nimeosha mguu wangu mpaka katika fundo kongo. Ila lkab, mpaka katika kongo hii sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha katika hadithi, kuwa nayo makini wakati wa kuchukua udhu. Amesema wailu lilaqabi min annar. Naona kuwa makini katika wakati wa kuchukua udhu, uhakikishe vifundo vimepata maji, na kama vile wanavyoelezea wanachuoni wakiwa wanasherehesha hadithi hii, wailu lilaqabi min annar maana Mtume salam amehusisha sehemu ya vifundo kwa sababu ndio sehemu ambayo watu wengi sana wanaghafirika nayo wakati wa kuchukua udhu. Mtu mwangalie yule mtu ambaye alichukua udhu wake haraka haraka, mara nyingi unaweza ukamkuta sehemu ya vifundo maji haijapata. Ndio maana Mtume salam amesema, wailu lil aqabi min an-nar. Nam, ad-darsu ath-thaminu wal ishrun, somo la ishirini na nane. Hadha qitarun, hili hii ni treni

Mata jita ila madinatina, wakati gani umekuja katika mji wetu. Ams, jana. Wakt dhuhur, muda wa dhuhuri. Jitu lyuma, nimekuja leo. Ila lmadrasati madrasa. Mubakiran jiddan, mapema sana. Jitu fi saati asabia, nimekuja saa moja.

kesho asubuhi. Hal indaka kitabu mabda lqiraa, je kwewe, au je unacho kitabu mabda alqiraa? ya Suleiman ya Suleiman, la pana ya sayidi, ee bwana wangu. Lima la tashtarihi lima la tashtarihi, kwa nini usikinunue au kwa nini ukinunui huwa kitabu jamilun jidda, iko ni kitabu kizuri sana Indana aqlamun kathira, kwa kwetu sisi kuna kalamu nyingi e. rakibna alqitara, tumepanda treni, min muhattati Qazan, kutoka katika station ya Qazan, ambayo jina la, la sehemu Qazan. Watawajahna na tumeelekea, ila madinati e, Almati, kwenda katika mji wa Almati, jina la mji. Dhahabna amsi ila alghaba, tulienda jana polini.